Na kutoka sehemu ile tuna mwanahabari mwenzangu Muhammad Ali ambaye alituandalia taarifa katika siku hii ya mwisho ya kampeni katika uchaguzi mkuu wa Tanzania elfu mbili na kumi na tano. Hebu tuweze kusikia pia taarifa yake <mimitra> Kipindi cha lala salama cha kufunga kampeni za chama tawala cha CCM katika uwanja wa demokrasia wa kibanda maiti hapa mjini Unguja, Zanzibar, iliyohudhuriwa na maelfu ya wafuasi na wanachama wa chama tawala cha mapinduzi CCM. Kwa mtizamo wa siasa za Zanzibar, kwa kweli ubashiri unavyokuwepo, sichukulii mtizamo wangu mie kwa sababu ni chama changu, lakini ukweli ambao haupingiki kwamba tarehe 25 basi CCM inaweza ikashinda kwa asilimia kubwa. Katika kampeni zake Rais Ali Mohamed Shein aliahidi kufanya mabadiliko makubwa katika visiwa vya Unguja na Pemba. Kando na kupandisha mishahara kwa watumishi wa vikosi maalum na kuvilinganisha na askari wa Tanzania bara, macho yote sasa yanaelekezwa Zanzibar, ambayo ni ngome ya upinzani, huku kukiwa na hali ya hati hatihati ya usalama. Iwapo mambo yatakwenda kombo, sitegemei kwamba kutakuwa kuna vurugu, kwa sababu usalama upo wa kutosha. Hamna vurugu. Licha ya hofu za kiusalama, rais wa serikali ya mapinduzi hapa Zanzibar Daktari Ali Mohamed Shein ameahidi usalama tosha, huku akitaka ifahamike wazi kuwa serikali itapambana na wanaotaka kuleta vurugu <tiple> Haya yanajiri baada ya madai ya kuwepo kwa vijikaratasi vya ilani katika maeneo mbalimbali mbali nchini Tanzania. Huku Rais wa Tanzania na Zanzibari wakiahidi kushughulikia swala la usalama wakati wa uchaguzi. Muungano <mulia> wa vyama vinne vya upinzani chini ya mwamvuli wa Chadema kando na kuhofia wizi wa kura kutoka kwa chama tawala, tayari wamejiandaa kufuatilia uchaguzi huo kutumia mashine zao za kisasa kwa lengo la kuchunga kura zao kutoibiwa. Uchaguzi huu utakuwa uchaguzi wa kihistoria kwa Wanazanzibari na serikali ya Muungano wa Jamhuri ya Tanzania kwani tangu kujinyakulia uhuru Tanzania imekuwa ikitawaliwa na chama cha Mapinduzi. Kulingana na wadadisi wa masuala ya kisiasa, ni kwamba uchaguzi huu ndio utakaokuwa mwanzo wa sura mpya ya Tanzania na Zanzibar iwapo utakuwa huru na wa haki. Wanasiasa wamehitimisha kampeni zao. Na sasa kazi imesalia kwa Wanazanzibari na Watanzania kuamua ni ipi njia sawa hapo kesho. Mohamed Ali, KTN News, Zanzibar.